Ule mtazamo wa kusema kula kwa kiasi, kula kila kitu kwa kiasi ni umeletwa na hawa watengeneza vyakula na wenye viwanda vyakula, ili uweze kula kila, uweze kuafodi kila kitu. Kuna kampuni inatengeneza sausage, kuna kampuni inatengeneza mkate, kuna kampuni inatengeneza maziwa, kuna kampuni inatengeneza siagi, kuna kampuni inatengeneza margarine, kuna kampuni inatengeneza jam na mayonnaise. Unakumbuka, kila kitu kwa kiasi. Industry nyingine wanazalisha matunda ya kimo, unajua kinatokea, utakula kila kidogo kidogo kasosiji kamoja, yai moja, chapati moja, sijui nini moja nini moja. Hiyo ina maanisha ukula kwa kiasi, lakini unakula kwa kiasi, lakini it's not healthy. Hakuna shida ukula chakula kingi hivyo, ukala king hivi, lakini ipo shida kama utakula sausage moja mkate mmoja sirio kidogo matunda kidogo, ungoe kwa moderation, lakini bado umekula sumu a. Uh, kula mpaka ushibe na acha mambo ya kula kwa kiasi, acha na neno balance diet. Our ancestors, babu zako, babu zangu hawakujua neno balance diet. Wakula vyakula halisi, walikula vyakula mbalipo mpaka waliposhiba, wakaacha nyama hapo, wakaondoka zao, wakasubiri njaa ume tena, watafute mnyama mwingine. Hawakuweka akiba, hawakujali kuhusu kesho. Hivyo ilivyotakiwa kuishi. So kula ushibe, sijasimaanisha uwe mlafi, lakini namaanisha kula ushibe.